DNA Television tumekutana na ndugu yetu hapa, nataka tuongee kidogo kuhusiana na kocha mpya wa Simba. Mambo vipi? Fresh fresh kabisa, bwana. Kipigo cha kimataifa kimeadi mpaka na, na kipigo cha ndani, Simba na wana na struggle na... kwenye na... eneo la ufundi, eneo la technical coaching. Wewe binafsi yako, kocha mpya ametangazwa, kwanza unamuonaje? Sifa zake, anastahili kuwepo Simba? Yeye na Simba anaweza kuendana, hiyo ni changamoto. Yani kuwepo mtu anaweza kuwepo yoyote, hata anaweza kuwepo Simba na ukawa kocha kama ameamua kuchukua wewe, lakini kwangu naona ni kocha kama kina makocha kama kina Kimambunda, kina Mike Maxime, wa kawaida, ni kocha ambaye ana support na watu kama kama makocha wengine wa hapa ndani, kwa sababu nimetazama game nyingi ambazo ameiongoza Stellenbosch. Hakuna mpira mkubwa sana ambao anacheza ambao nasema huu ni mpira ambao simba wanauhitaji au vile ambavyo Stellenbosch anacheza useme huu, aina hii ya ufundishaji, akija Simba, Simba itakuwa tishio? Hapana, ni mwalimu wa kawaida tu ambaye wangeweza kupata uh, hapa hapa nyumbani, lakini kwa sababu tuna ile mentality kwamba tunahitaji kocha wa kimataifa, na wao wameenda kutafuta, kwenda kumtafuta nje ili kukidhi yale mahitaji ya ya ya kimafikirio ambayo tuko nayo Watanzania, kwamba ili kocha awe mzuri lazima atoke nje, lakini kocha wa kawaida tu ambaye uh, kimsingi hata Juma Mgunda angekuwa na uwezo wa kufanya kile ambacho anakifanya. Kwanza hata hivyo kimbinu, falsafa na nini ni anafanana kabisa na Juma Mgunda. Wote ni makocha ambao wanapenda kutumia 433, wote ni makocha ambao wanapenda kutumia 4231, wote ni makocha ambao wanapenda kutumia 451. Msingi wa timu zao kwa kiasi kikubwa ni kwenye eneo la kiungo. Ndio eneo ambalo mara nyingi wanatengeneza timu zao hapo ziwe na uwezo wa kutawala mpira kwenye eneo hilo. Na yeye ndio kitu ambacho amekuwa akifanya mara nyingi lakini huwa akicheza na timu ambayo inakaba sana uh, au ina ambayo ni nzuri sana kuliko yeye kwenye ubora wa mchezaji mmoja mmoja, mara nyingi atashambulia kwenye transition. Kwa hiyo ni hivyo kwenye transition, kwa kile ambacho amekifanya a na ambacho nimekiona mpaka msimu uliopita ule, mpaka msimu huu, sio ni kama kuna kikubwa ambacho anakuja kukiongeza kwenye klabu ya Simba. Sawa, mimi nataka tupime uzani. Ukiangalia Stellenbosch na Simba, ipi iko juu kwenye uzani? kwa maana kwenye picha na namna ya kucheza na profile za wachezaji ipi iko juu kiubora wa timu uh, kuanzia kwenye mafanikio mchezaji mmoja mmoja, Simba iko juu zaidi kuliko Stellenbosch kwa uko alikotoka, ila hapa bado hajafanya kitu hao wachezaji wa Simba. Uh, sasa kwa kule alikotoka Stellenbosch ni timu ndogo. Yani, kwa mfano, ukizungua Stellenbosch kwa profile, kwa profile, za mnye beki, mnye beki, mnye beki, profile za wachezaji haya, profile za wachezaji Simba na wachezaji ni profile kubwa eh, kuliko wachezaji wa Stellenbosch. Wachezaji wa Stellenbosch ni wachezaji ambao ni average player, lakini Simba ina wachezaji ambao ni quality ya daraja A kwenye mpira wa Tanzania na hata kwenye Afrika. Simba ina wachezaji ambao ni daraja B kwenye mpira wa Afrika, manake kwa ubora wa mchezaji mmoja mmoja Simba ina wachezaji daraja la juu zaidi kuliko Stellenbosch. Wao sasa wanataka kuniambia kwamba uh, kocha mpya wa Simba amekuja Simba, yeye amejiupgrade. Ame, amepanda viwango kuja yani, Simba uh, Steven uh, Buka, mm. Uh, Steven Becker eh? Becker. Yes. Uh, Steven Becker kuja Simba kwake mm. Ni, ni bahati kubwa ambayo ameipata kwenda kufundisha timu kubwa ambayo inaweza kumtangaza vizuri kwenye bara la Afrika. Stellenbosch haikuwa timu kubwa kwake. Ha, no, haikuwa timu kubwa, sio timu kubwa, ni timu ya kawaida tu na ndio maana amedumu muda mrefu, hakupata nafasi ya kuenda sehemu nyingine yoyote. Lakini Simba kwa nini wamempata? Inawezekana pia Simba hawajampata kwa gharama kubwa. Inawezekana pia gharama ya kumpata ilikuwa ndogo, ndio maana wamempata kirahisi. Ingekuwa ni kocha mkubwa mwenye uwezo mkubwa. Stellen, wapo Orlando Pirates, Kaizer Chiefs. Ni misimu hiyo iliyopita alikuwa anapata shida sana kutafuta mwalimu na yeye alikuepo pale tangu 2019. Maana yake ingekuwa ni mkocha mkubwa kiwango hicho kuna timu zingemtazama mapema, kuna timu zingemchukua kirahisi na zingeweza kwenda kumtumia, lakini kwa sababu ni average coach ilikuwa rahisi kuendelea kubaki Stellenbosch. Na Simba wamempata kwa sababu labda gharama yake ni ndogo kumpata, ndio maana amempata kirahisi ch. Inawezekana muda unavozidi kwenda akaja ku, kuonesha uwezo mkubwa ndani ya Simba akapata nafasi kwenda sehemu nyingine, angalau kama kina Fadu David amekuja hapa kutokea Raja Kasablanka akiwa kwa kwa kwa msaidizi amekuja Simba amefanya vizuri na Simba, amerudi Raja Casablanca akiwa head coach. Angalia watu kama kina Sven Vanderbroek alikuja Simba akiwa kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Cameroon, amefundisha Simba hapo uh, li, li, na mafanikio makubwa, ameenda Wydad, Wydad ameenda Casablanca, Casablanca, sasa hivi huko ligi kuu ya Ubelgiji ndio anapofundisha pale, umeelewa? Kwa hiyo Simba ina, inaweza kumkuza kocha yoyote barani Afrika leo, hata unamuona kocha huyu uh, Stephen Becker ni kocha wa kawaida lakini amepata bahati ya kufundisha Simba na akitumia bahati vizuri, manake atajipandisha kwenye chati na atakuwa miongoni mwa makocha wazuri barani Afrika kwa sababu atafanya vizuri na Simba, obviously timu nyingi zitamwamini na zitampa nafasi ya kusimamia kwenye timu zao. Kwa hiyo kwake ni bahati ameipata, anatakiwa kuitumia vizuri ipasavyo. Sawa, nitakuliza maswali mawili ya mwisho. La kwanza, uh, kocha Steve anaweza kuisaidia vipi Simba kwa nafasi yake ile? La kwanza lakini la pili, nataka nijue kwamba uh, makocha wengi wanaotoka ukanda wa magharibi ambao umefundisha vilabu vile, ila wanakuwa ni wazungu wametoka nje, baadaye wakifundisha kule, mambo yakiwaendea vibaya huwa wanadondokea katika ukanda wetu na kuja kufundisha. mm. Yeah. wao huwa, sisi huwa tunawatumia wao kupata uh, kikosi bora timu zetu kuwa zinacheza vizuri, kufundisha ule ufundi mzuri mm. Ama tuseme uh, makocha wao ni kama daraja lile, tunawatumia wao kupata uh, mafanikio yao mengine. Um, kwanza timu zetu zinawabeba hao makocha ambao wanashindwa huko, wanakuja kufanikiwa hapo, timu zetu zinawabeba Wengi wao ambao wanatoka huko wanakuja kufanikiwa hapa ni wale ambao wanafundisha timu eh, kama Simba na Yanga. Hao wanakuja hapa wanapata mafanikio makubwa. Ambao wanafundisha hizi timu za kawaida wanapata nafasi ya kutengeneza hizo timu taratibu bila pressure. Kiasi kwamba labda yuko na Mungu, anapata nafasi ya kuandaa ile kuitengeneza ile timu vizuri, inakuja kutoa ushindani mzuri ambao unampa faida yeye kwa sababu kuna timu zinakuja kumtazama tena. Umenelewa vizuri.